Tuhitimishe sasa na habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana leo na marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kusaini rasmi mpango wa amani unaolenga kumaliza mgogoro unaoendelea katika mashariki mwa DRC. Mkutano huu ni sehemu ya jitihada zinazosimamiwa na serikali na kutangazwa rasmi kama tukio la mkataba wa kihistoria wa amani na uchumi linalokusudiwa kutekeleza makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Juni 2025. Mpango huo unakusudia si tu kusitisha migogoro na ghasia, bali pia kuanzisha muundo wa ushirikiano wa kiuchumi ukiwemo uwekezaji katika malighafi ya madini iliyohitajiwa kote duniani kama sehemu ya kupambana na machafuko ya muda mrefu katika eneo hilo.